Hivi karibuni Elon Musk ameanza mashambulizi makali dhidi ya Donald Trump kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kupitia mfululizo wa ujumbe ambao ameweza kudai kwamba jina la Donald Trump lipo kwenye faili la Epstein file, hati hizo ambazo hazijaweza kukamilika za FBI zinazohusiana na Jeffrey Epstein ambaye alikuwa ni bilionea aliyohusishwa na biashara ya kuweza kusafirisha watoto lakini pia kuweza kufariki mwaka 2019 e, akiwa maabusu. Jeffrey Epstein alikuwa na rekodi ya kuweza kuandaa lakini pia kusafirisha watu e, maarufu kabisa kwenye hafla za matukio ya kifahari, na wengi ambao waliweza kuonekana akiwa na uhusiano pamoja na Epstein alikuwa ni Clinton, lakini pia Prince Andrew na Donald Trump mwenyewe. Trump ameweza kuendelea kujitetea kuhusiana na visingizio ambavyo eh, asa hivi amekumbana navyo eh, Elon Musk akiwa anazungumza kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wanaficha eh, faili la Jeffrey Epstein. Sasa akisema kwamba walishawahi kugombana zamani, mfano halisi ilikuwa ni mwaka 2007 alipomfukuza Epstein kutoka kwenye klabu ya kifahari ambayo inafahamika kwa jina la Malalago. Elon Musk anadai kwamba sababu kubwa ya hati ya Epstein eh, kutopatikana eh, kuto sasa hivi na kufichwa na Donald Trump ni kusiana na yeye jina lake kuweza kutajwa humo ndani, akiwa ni moja kati ya watu ambao wanahusika na zile kesi ambazo zilikuwa zinamkumba e, Jeffrey Epstein kwa kipindi ambacho e, alikuwa pamoja naye Donald Trump pamoja na Epstein ambazo zimekuwa zikiendelea kwa madai ya mbinu chafu za kisiasa dhidi yake lakini pia kuweza kueleza kwamba e, matukio yote ambayo yanazuka yana juu yake basi inabidi yafanyiwe uchunguzi mara moja ili sasa ukweli na uongo uweze kujulikana mwanzo wa uhusiano wao zamani Musk, alikuwa msaidizi mkubwa kabisa wa kampeni za Donald Trump tu akihusia akihusisha e, kuweza kutoa msaada wa dola milioni ishirini na nane kabla ya wawili hao kuweza kutofautiana katika siku za hivi karibuni matokeo ya kisiasa kuhusiana na mvuta E, baina ya hawa watu wawili uliweza kusababisha ukaribu wao hata pia e, Donald Trump kuweza kumkaribisha Elon Musk katika kuru ya White House mnamo mwaka 2023. Serikali ya visiwa vya Virgin, Marekani iliweza kumtaka Musk kuweza kuwasilisha maelezo kuhusiana na uhusiano wowote wa kifedha kati ya Epstein kupitia benki ya JP Morgan Chase, lakini Musk alikana vikali akisema kwamba hajawahi kupokea ushauri wowote kutokana na Epstein na hata e, kumke, e, kumkejeri e, kama dump clock, e, tapeli mjinga. Zipo picha chache zikiwa zinamuonesha Musk akiwa katika hafla ambazo Epstein pia alikuwepo, lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuhusiana na mazungumzo ya kimkutano walipokuwa wamekutana, lakini pia hifadhi kumbukumbu za sauti hazikuweza kupatikana kuhusiana na e, ukaribu baina ya Elon Elon Musk pamoja na Epstein. Mvutano mkubwa wa kisiasa baina ya eh, hawa watu wawili, Donald Trump lakini pia Elon Musk. Trump ameonekana mara kadhaa pamoja na eh, Epstein, lakini jina lake limewahi kutajwa kwenye rekodi ya ndege ya Epstein, ingawa eh, hajawahi kushitakiwa rasmi kuhusiana na uhalifu wowote unaohusiana na eh, kesi hiyo. Musk naye mara ana historia ya karibu pamoja na Epstein, lakini zaidi zaidi ni kwamba yeye eh, hajawahi kuonekana kabisa na eh, kuzungumza eh, E, pamoja na e, Epstein wala mkutano wowote baina yake yeye, kumbukumbu e, kumbu, sauti ambayo pengine ingeweza kupatikana haijaweza kupatikana mpaka siku za hivi karibuni. Kwa sasa, e, mgogoro mkubwa kati ya Musk pamoja na Donald Trump umeibuka, na Musk yeye akiwa anatumia sakata la e, Epstein kusema kwamba e, Donald Trump analificha kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao wanahusika kwenye kesi za Epstein katika kipindi ambacho walikuwa na ukaribu baina yake Epstein pamoja na Donald Trump.